watu wanakuambia basi sawa kweli na hivyo lakini mamake akuolewa wewe bado ufahamu mimi nasemaje? hiyo haijalishi, sio sahihi. Bahati nzuri kaita huyo hivi na hivi afisa wa wakfu eh, hiyo saa nikitokea jambo hilo tu, mimi ast makamcho kia anakaa nao ofisini kwake, anazungumza nao, anakwenda nao na wafuatiliaji. Kwa kweli, bahati nzuri nilipokuja kati nimemkuta, na bahati nzuri kabla sijaja huko huyu asautuielewa yule afisa kule alikwenda likizo akaambia nakuletea wakati, nikaambia ha, wakati hata usumbua wewe uko sana wewe, akasema ah, kabisa. Sasa nilicho ni kwenye akili keliakilia hawa watu afisa -ha, wana elimu ya dini, kwa hiyo hawapishani hata kidogo. Wamefundishwa dini na nyirau wamesoma, si kwamba wanabahatisha. Basi akaja wakati huo wananii wa likizo yule almakameafsawaa akanifanyia kazi mmoja chapuchapu. Kufika tu ilikuwa kama moja jaribio. Kwa hiyo nini kusema, nachotaka kuwatumieni, serikali yetu imewaleta wasomi wazuri wa taaluma hizo kidini na kiibadi kabisa, hakuna tatizo, na nakwambieni, wako vizuri. Kuna baadhi ya maafisa wengine ukuwatuma bahala wanaweza kutakataka vitu fulani fulani, na hawa wanamuelewa Mwenyezi Mungu, wanaogopa kabisa kabisa swala la nyerahi wakwambia, unajua ukishafanikiwa itakuwa kawafanyi hawafanyi kabisa kabisa. Nimemaliza kuangalia na nimewahakikisha, hicho kikuwafanya kwa sababu, kabiwa hawa wanaelewa kula mali pengine ya yatima au kula mali ya marehemu, hiyo dhambi na kwa sana kwa hiyo, hawa kubani maelekezo sahihi mpaka ufanikiwe, ni rafiki yako. Kwa hiyo ukweli ofisini kwangu aagilia kuja kutaka kujua iaa za ardhi hawawajari alikuwa nyumba. Kuna wengine wanakuja, wengine haki zao za nini, labda mzee wake anafanya kazi serikalini atakavituka. Kwa hiyo tunao watu karibu kila wilaya, tunao hawa maafisa wa shughuli hiyo tu oshkaa akiwa na jambo lolote kimbilia <laughs> ofisi jo ofisi ya mkuu wa wilaya. Tena kwa hilo wala usinitafute mimi, si sema afisa wa wa wakfu na mali ya amana, huyo ndiye amuru nambayakasiuaashaao wapate kukimbilia haraka haraka. Hao watu waite kikao uzungumze nao na wafike kweli nilikuwa namsikia anasema kipengele kimoja kili kwamba kurithi bora haraka haraka. Mimi naikubali kwa sababu moja, mu fikiria kama kuna pesa labda milioni tatu, mnakuja kurishishana baada ya miaka kumi, ile milioni tatu thamani yake inataisha. So, i si nanelewa yes. Thamani pia inakuwa imeondoka in, in, in Inatakiwa arithi wakati kile kitu kina thamani, ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo haya maelekezo, mashika wangu, inabidi tuwaelekeze watu wafahamu, tuondoke kule kwa zamani, kwamba ukidai urithi bana, yani kama wewe ulikuwa unamwombea mzee wako afa. Hapana, tunaombee hizi za mwenyezi Mungu, hata na sisi tutaoja tumautu ala, tuna haja ya kuwa na wasiwasi wasi na kishaka